Habari ndugu mtazamaji wa MSTV, karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu, na leo tupo katika eneo la Dole, mkoa wa Mjini Magharibi, wilaya ya Magharibi a. Tumekuja kujifunza jinsi ya kutengeneza udongo wa kuatikia mbegu. Nakusihi ndugu mtazamaji, ungana nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uwe mwanzo kupata habari zetu. Kwa jina naitwa Umulkusum Hassan Ali, ni mwanafunzi naendelea na masomo ya shahada ya kwanza katika chuo cha Sokoine cha kilimo Suwa katika fani ya sayansi ya mboga mboga na matunda, Bachelor of Science in Horticulture. Leo hii tupo kujifunza jinsi ya kutengeneza udongo wa kuatika mbegu hatua kwa hatua. Udongo wa kuatika mbegu ni udongo ambao unatumika katika kukuzia mbegu kuja mche ili kuweza kupandwa shamani. Udongo huu ili kufika hatua mpaka kutengenezwa kuwa maalumu kwa ajili ya kuatikia mbegu unakuwa umekusanya vitu vya aina tatu: mboji, samadi pamoja na masumba, au unaweza ukatumia forest soil, au udongo wa msituni instead ya kutumia compost, lakini hapa leo tuna vifaa vetu vya composting, farmyard manure na masumba ambapo sasa hatua ya kwanza katika katia kutengeneza udongo wa kuatikia mbegu tutatakiwa kuchanganya compost katika ratio zilizokuwa sawa sawa. Kwa leo tuna udongo wetu ambao ni mboji compost, ambao tayari imeshakuwa imeshachanganywa na masumba ambayo ni cocopeat, huu hapa. Kwa hatua ya kwanza, ikiwa udongo wako bado haujachanganywa na masumba, unaweza ukachukua mboji ukachukua masumba na ukachukua na famia, lakini utakuwa unachanganya hatua kwa hatua kwa kipimo sawasawa sawa, kwa mfano unaweza ukachukua pauro moja la compost au mboji, pauro moja la masumba na pauro moja la famia manyua, halafu unachanganya vizuri udongo wako. Kwa vile siku ya leo udongo wetu tayari umeshachanganya mboja yetu ishiatananya na masumba a hatua nayopata tunaukua mbolea mbole, manyua ambayo ni mbolea ya asili inayotokana na mifugo mbalimbali mbali, kwa mfano kuku au ngombe. Baada ya kuchanganya udongo wetu vizuri, tunashauriwa tuweze kuchukua chungio kuweza kuchunga vizuri, kuondosha zile zi ambazo zitakuwa ni kubwa kwa sababu Udongo wa kuatikia mbegu kwa vile mbegu zetu zinakuwa ni mara nyingi ni ndogo unatakiwa uwe udongo ambao utakuwa ni softi, kwa ajili ya kuruhusu mbegu kuweza kuota. Kwa hiyo kama mkulima tunamshikama wa wataalamu tunawashauri wakulima waweze kuchungia udongo wao kwa kutumia machujio maalumu ili kuweza ku remove zile particles ambazo zitakuwa hazitajiki. Baada ya hapo unaweza ukachukua udongo wako ukautia katika kipolo. Alafu then ukaenda ukapendeka katika sterilized tank kwa ajili ya kupika vizuri, hatua ambayo lengo kubwa ni kuweza kuua vijidudu au microorganism ambao wanaweza kusababisha effect kwa mbegu zetu, lakini pia kuweza kuua zile mbegu ambazo hazistahiki kuota katika tray zetu ambazo mwisho wa siku tunakuja kuatikia mbegu. Hatua inayofuata baada ya udongo wetu kupikika vizuri, kinachofata ni kuchukua udongo na kuacha upoe ili lengo kubwa ni kwenda kutia katika tray kwa ajili ya kuendelea na process ya kuatikia mbegu. Hivyo basi, tunamshauri mkulima awe na vifaa maalum ambavyo atatumia watatumia kwa ajili ya kuatikia mbegu. Tray kulingana na mbegu ambazo wa atna kuatikia kwa sababu tray zipo za aina tofauti tofauti, lakini za size tofauti tofauti za mashimo yake ya mashimo ambayo atatumia kwa kuatikia mbegu kwa hiyo mkulima atatakiwa atumie tray kulingana na mbegu ambayo anaotesha. Mfano mkubwa, tumetumia tray hizi kwa sababu tunatikia miche ya tungule, mboga mboga, tungule, pilipili, boga na kadhalika kadhalika. Baada ya hatua hiyo, mkulima sasa atatakiwa achukue udongo wake, na baada ya kushapoa udongo wake atatakiwa utie kwenye tray au aujaze vizuri kwenye tray, na auache kwa muda ambapo zoezi zima la uwatikaji wa mbegu litaanza baada ya udongo kuweza kutiwa katika trei. Umejifunza jinsi ya kutengeneza udongo kwa ajili ya kuatikia mbegu. Ni mambo gani ambayo yanaweza kuathiri huo udongo kabla na baada ya kuwatika mbegu? Asante kwa swali zuri. Mambo ambayo yanaweza kuathiri udongo wetu kabla na baada ya kuatika mbegu, kabla ya kuatika mbegu, jambo la kwanza ambalo linaweza likaathiri udongo wetu ni kuhifadhi ule udongo ambao tayari ushakuwa sterilize katika mazingira ambayo sio rafiki au mazingira ambayo ni mabaya. Kwa mfano, ulitakiwa udongo wako baada ya kushakuwa sterilize au baada ya kushakupikwa vizuri kwa ajili ya kuatikia mbegu uwe tayari umeshakuwa packed katika packaging maalum, ili kuweza kuhifadhi zaidi usipate maambukizi au kuingiwa na wadudu ambao wanaweza wakaathiri mbegu yetu. Lakini baada ya kuatika mbegu, mambo ambayo wanaweza kaathiri ukuaji wa mbegu ambayo tumeipanda au germination ya mbegu ambayo tumeipanda katika tray yetu, baada ya kutia ule udongo ambao tumeutengeneza, ni uchaguzi mbaya wa ile compost au mboji ambayo utatumia kutengeneza udongo. Ungependa kutoa ushauri gani wakulima ili kutunza ama kutunza ubora wa afya ya udongo. Katika kutunza ubora wa afya ya udongo, kama tulivyoona leo tumejifunza jinsi ya kutengeneza udongo kwa ajili ya kuatikia, lakini pia tukija in general, baada ya kuatika lengo letu kubwa ni kupeleka field au mashambani kwa ajili ya kupanda mazao yetu ili yaweze kukua vizuri. Kitu kikubwa ambacho na washauri wakulima katika kutunza afya ya udongo kwanza ni kufanya matumizi mazuri ya mbolea na viwatilifu ambavyo wanatumia katika production nzima ya ile zao husika. Lakini ya pili, kuweza kutumia matandazo au mulching, ili kuweza kuconserve moisture lakini pia kuallow ile decomposition ya organic matter katika soil. Lakini cha tatu, ningewashauri wakulima, lakini pia jamii kwa ujumla kutokuchafua mazingira au kumwaga chemical katika mazingira ambazo zinaweza zikaathiri afya ya udongo. Okay, unawashauri nini watu ambao labda wanaatika hizo mbegu lakini hawana elimu ya kutosha, unawashauri vipi? A watu nawashauri watu ambao hawana elimu ya kutosha kuhusiana na uatikaji wa mbegu kufika katika mataasisi mbalimbali au mashirika mbalimbali yanayohusiana na kilimo, ili pia kuweza kujipatia taaluma hiyo, lakini pia naomba serikali iweze kutoa fursa na elimu kwa vijana au kwa wakulima hususan wakulima wadogo wadogo, ili kuweza kujipatia elimu tofauti tofauti, kuanzia katika jinsi ya kuatika mbegu mpaka kufanya vizuri katika mashamba au mpaka ule upandaji in general. Je, mabadiliko ya tabia ya nchi yanaathiri vipi udongo? Mabadiliko ya tabia ya nchi yanaathiri kwa namna moja ama nyingine udongo kwa ajili ya kilimo kwa namna tofauti tofauti, lakini namna kubwa ni kwamba mabadiliko ya tabia ya nchi, kwa mfano mvua kubwa, mvua zilizokuwa hazina mpangilio zinaweza zikaathiri udongo, kwa sababu kwa mfano, mvua kubwa zinaweza zikapelekea mafuriko au flooding ambao ni situation inaoenda kuathiri udongo na ika affect ile shughuli nzima ya kilimo. Lakini pia joto kali linaenda kuathiri sana afya ya udongo, jua kali inaathiri sana afya ya udongo. Katika hii taasisi ya MS Agriculture, umesema ni taasisi ambayo inawasaidia vijana katika shughuli za kilimo pamoja na ufugaji, una ushauri upi kwa vijana ambao labda wapo mavioni na wanataka kujiunga katika hii taasisi? Ushauri wangu mkubwa kwa vijana ambao wapo mavioni, wanataka kujiunga na hii taasisi ni kuweza kutufikia sisi kama taasisi, au ni memba katika hii taasisi, kwa sababu lengo kubwa la Agriculture, MS Agriculture Services ni kutoa elimu lakini pia kutoa fursa kwa vijana ambao wanataka, yani vijana ambao wapo mavioni na hata waliokuwa hapo mavioni katika sekta kubwa ya kuwapatia elimu katika ufugaji na kilimo. Kwa hiyo kama kijana mwenzangu, unatakiwa ufike katika taasisi yetu ili kuweza kupata elimu kuhusiana na kilimo. Ni mimi mtangazaji wako Omar Simba, MSTV.